Habari yako mpendwa wa mfuatiliaji na mtazamaji wa chanelii pendwa Aisam Best Land Property Limited. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tunakuomba subscribe, ucomment na kushare, utakuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kujipatia taarifa za miradi yetu mipya ambayo tunaifungua katika maeneo ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Leo hii mbele yako hapa, tupo katika eneo linalojulikana Vikindu Marogoro sekondari. Kutokea pale Vikindu stendi pana kilomita 8 kufika katika hili eneo. Hili eneo lina sifa kemkem kem. Sifa ambazo zitakufanya wewe uweze kupata manufaa endapo ukajipatia kiwanja chako katika eneo hili. Kwanza kabisa ili eneo liko karibu kabisa na shule ya sekondari kama unavyoiona hapo mbele yako, hiyo ni shule ya sekondari ya Marogoro, na pia ili eneo limepakana na eneo la chuo kikuu cha DUCE. Kwa maana utaangalia jinsi gani unaweza kunufaika mbeleni endapo ukapatia kiwanja chako katika ili eneo. Ile eneo ni tambarare na lina majirani wa kutosha, eneo ambalo alina changamoto yoyote. Limepangiliwa vizuri, viwanja vyake vimenyooshwa kwa ustadi wa hali ya juu. Kwa hiyo ambayo unahitaji kujipatia kiwanja, mimi nakushauri njoo jipatie viwanja hivi ambavyo vina faida kwako wewe. Usije kanunua kiwanja ambacho hakitakuwa na faida kwako wewe. Kanunua kiwanja ambacho hata jirani mmoja hakuna. Hapa kuna majirani kama unavyoona, huyu ameanza kujenga kabisa nyumba yake kubwa, eneo lake kama unavyoliona zuri kabisa tambarare. Kwa wewe ambaye uko nje ya nchi uko Oman, uko Amerika, uko Canada, uko Uingereza na maeneo mengineyo. Mtume ndugu yako mapema uje kujipatia viwanja vyako vya kutosha katika ili eneo. Hapa viwanja tumevikata kuanzia siku ya mita mia mbili. Ambapo kwa kiwanja cha siku ya mita mia mbili unajipatia kwa shilingi laki nane na elfu hamsini tu. Kwa hiyo unaweza kuongeza eneo au ukubwa wa eneo kulingana na uwezo wako. Unaweza kujipatia siku ya mita 400, 600, 800 kulingana na uwezo wako ukajipatia ukubwa wa eneo ambalo unataka na utajenga nyumba yako nzuri kabisa ya kuishi katika eneo ambalo limetulia, katika eneo ambalo alina changamoto yoyote. Sisi ni ISAM Best in Property Limited, na namba yetu ya simu ni hiyo ambayo unaiona katika skrini yako, na hapa kitu ambacho wewe unapaswa kukijua ni kwamba kwa, kwa sababu ili eneo limepakana na eneo la chuo kikuu cha DUCE na pia liko karibu sana na sekondari ya Marogoro kama unavyoiona hapa unaweza kajenga nyumba yako ya biashara, kwa maana unaweza kajenga frame za kibiashara au ukajenga apartments ukawapangisha walimu na wanafunzi, au ukajenga nyumba yako ya kuishi katika eneo hili ambalo limetulia kama unavyoliona. Kwanza eneo ni tambarare, eneo ambalo limenyooka, na katika hiyo bei ambayo tumekutajia laki nane na elfu hamsini. Kwa hiyo ambaye utahitaji viwanja kuanzia viwili na kuendelea, utaruhusiwa kulipa kwa awamu unaanza kutanguliza kiwanja kimoja yaani unaanza kutanguliza pesa ya kiwanja kimoja kisha nyingine utalipa kidogo kidogo muda wa miezi miwili hadi mitatu angalia hiyo fursa na haya maeneo tunaona leo kama unaweza kadharau ah vipi hapa mbona maeneo unaweza ah mbona maeneo mbona mbali na nini mbona watu hawajajenga lakini maeneo haya baada ya miaka mitatu kama uhai utakuwepo tutarudi tena hapa na kuwaletea video kwa wale ambao walinufaika kujipatia viwanja katika eneo hili, utakuja kujilaumu. Njoo ujipatie viwanja. Wengi sana hapa Dar es Salaam, watu wengi wanahamia. Kwa hiyo maeneo ni mali, maeneo ni rasilimali. Njoo ujipatie viwanja vyako mapema ili baadaye uweze kujishukuru maamuzi yako. Tupigie simu kwa 0747141871.